Je, wewe ni mtu ambaye una mpango au una kiu kubwa sana ya kuanza biashara yako ya ufugaji wa kuku? Au wewe ni mtu ambaye una interest kubwa, ambaye unatamani siku moja uweze kufanya ufugaji ambao utakuletea matokeo makubwa kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku? Kama hiyo ni changamoto au ni fursa ambayo unatakiwa uitumie kwenye masuala mazima ya ufugaji wa kuku, basi hii video ni kwa ajili yako, na hapa ningependa nisee na wewe tips au vitu ambavyo inabidi vifahamu kabla hujaingia kwenye biashara ya ufugaji wa kuku, ili kusudi utakapoingia, changamoto zikitokea usiweze kubabaishwa na hizo changamoto, kwa sababu utakuwa umeshajua au umeshatambua vitu gani vya kufanya endapo kutakuwa na changamoto. Jina langu naitwa Lembo Kija, mfugaji ambaye napenda sana biashara ya ufugaji kuku. Lakini vilevile, kama wewe ni mara ya kwanza kuangalia video kwenye hii channel, unaweza ukawa memba kwa maana ya kusubscribe au kubonyeza alama ya kengele, ili kusudi uwe wa kwanza au unapata video zangu mara kwa mara endapo utakapoziweka kwenye hii chaneli ikusaidia sana kuweza kujifunza masuala mazima ya ufugaji wa kuku. Kuna vitu gani basi ambavyo inabidi wewe mfugaji au mtu ambaye ujaanza kufuga ndio upo kwenye mpango wa kuingia, kuingia kwenye biashara ya ufugaji wa kuku inabidi uvizingatie ili kusudi utakapoingia iweze e, kusaidia wewe kuweza kufanya biashara yako na mwisho siku ikuletee matokeo makubwa. Kuna vitu kadhaa ambavyo wewe mfugaji au mtu ambaye unaangalia hii video pamoja na kusikiliza itakusaidia sana endapo utakuwa na maamuzi ya kuanza biashara yako ya ufugaji wa kuku ili kusudi uweze kufanya vizuri. Jambo la kwanza la kuzingatia ni uchaguzi wa aina ya biashara ambayo wewe unataka uanze kuifanya. Kwenye masuala mazima ya ufugaji wa kuku especially eh, kwa wale ambao tupo kwa biashara zaidi kuna vitu vingi sana ambavyo wewe mfugaji au mtu ambaye unataka kuingia kwenye biashara ya ufugaji wa kuku inabidi uvizingatie, na moja ya vitu hivyo ni pamoja na kuchagua aina ya biashara ambayo unataka uifanye, ili kusudi uweze kutambua e, vitu gani vinahitajika, lakini vilevile uweze kujua watu ambao ni washindani kwenye hiyo aina ya biashara ambayo unataka uifanye, na mwisho wa siku uweze kupata matokeo mazuri. Na ukishindwa kuchagua vizuri aina ya biashara ambayo unatakiwa uifanye, e, itakusababisha wewe usiweze kupata matokeo kwa haraka na mwisho wa siku ukachelewa kuyapata au kushindwa kabisa kufanya hiyo biashara ambayo unatakiwa kuifanya. Inabidi wewe ambaye una mpango wa kuingia kwenye biashara ya ufugaji wa kuku, chagua aina gani ya biashara ambayo unatakiwa kuifanya. Inawezekana ukaingia kwenye ufugaji wa kuku kwa ajili ya kuuza mayai au kutoweza vifaranga au kuuza kuku kwa ajili ya nyama. Zote hizo ni biashara ambazo zipo kwenye tasnia au masuala mazima ya ufugaji wa kuku. Jambo la pili au kitu cha pili cha kuzingatia ni eh, aina ya wateja ambao unatakiwa uwahudumie. Unapoanzisha biashara ya aina yoyote ile, lazima utakuwa umeshajua ni watu gani ambao unawalenga, lakini vilevile utakuwa umeshajua ni watu gani ambao unapaswa utumie muda nao mwingi ili kusudi uweze kufanya vizuri biashara ambayo unaifanya. Ukishindwa kujua utamhudumia nani kwenye biashara yako ya ufugaji wa kuku, itakuwa ni ngumu sana wewe kuweza kufanya vizuri biashara yako, na inawezekana ukaanza ufugaji wa kuku ukawa na kuku vizuri kabisa kama unavyoona hapa, lakini changamoto kubwa inaweza ikaja kwenye upande wa kuweza e, kuwauzia watu. Unazalisha bidhaa ambayo of course haihitajiki kwa watu ambao ulikuwa nawalenga kabisa, kwamba nikishaizalisha kwa watakuwa na uwezo wa kununua. Kwa hiyo hilo jambo lazima ulitazame kwa makini, kwamba ni nani ambayo nataka muuzie hiyo bidhaa ambayo unaizalisha, aidha ni watu e, binafsi au makampuni au mahoteli, kulingana na bidhaa ambayo unaizalisha itakusaidia sana wewe kuweza kufanya vizuri kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Jambo la tatu au kitu cha tatu ambacho ni cha muhimu kwa wewe ambaye unajiandaa kuingia kwenye biashara ya ufugaji wa kuku ni eh, kuzingatia masuala mazima ya kifedha, yani capital ambayo unatakiwa uitumie kwenye biashara yako ya ufugaji wa kuku. Unapoanza biashara ya ufugaji wa kuku, huwa kuna kuwa na aina mbili za fedha ambazo zinahitajika. Kuna fedha kwa ajili ya gharama za mwanzoni, lakini pia kuna fedha kwa ajili ya uendeshaji wa biashara ambayo unaifanya. Wafugaji wengi wanaingia kwenye biashara ya ufugaji wa kuku, wanaanza kufuga kuku, kitu ambacho nakitazamia kwamba ile gharama za mwanzo ambazo wameziweka, wanatarajia zitawasaidia kuweza kufanikisha biashara nzima ya ufugaji ambao unaofanya na hiyo ni wrong assumption ambayo na wewe ambaye unataka kuingia kwenye biashara ya ufugaji wa kuku unatakiwa ifahamu. Unapoanza biashara ya ufugaji wa kuku, inatakiwa ujua kabisa kwamba kuna fedha kwa ajili ya gharama za mwanzo na fedha kwa ajili ya kuendeshea biashara ambayo unaifanya Lazima ujue hiyo fedha itatosha kuweza kufanya kazi nzima kwenye masuala yako ya ufugaji wa kuku. Itoshi, lazima uweze kuwa diasi ili kusudi ufanikishe biashara e, yako ambayo unatakiwa uifanye. Kwa wewe ambaye una changamoto ya mtaji, inawezekana mtaji upo kwenye eneo ambao unapatikana lakini unashindwa kujua utawezaje ja, au utafanya nini ili kusudi uweze kuifata na hilo ni jambo la kawaida sana kwa wewe ambaye una mpango wa kuanza biashara yako ya ufugaji wa kuku, na hiyo inaweza sio ni changamoto kabisa kwa wewe ambaye unataka kuanza hiyo biashara. Jambo la nne au kitu cha nne cha muhimu ni eneo ambalo unatakiwa utumie kwa ajili ya kuanzisha biashara yako ya ufugaji wa kuku. Eneo ambalo biashara yako itapatikana lina uhusiano mkubwa sana na jinsi ambavyo utaweza kuliteka soko kwa kuweza kuuza bidhaa yako. Inawezekana ukachagua biashara nzuri, ukachagua wateja ambao utawahudumia, lakini vilevile ukawa na fedha ambayo inatosha kukimu mahitaji yote ya kwenye biashara, kuanzia vitu eh, vya mwanzoni hadi kwenye uendeshaji wa biashara yako. Lakini ukishindwa kuchagua eneo ambayo itakuwa favorable kwa ajili ya ufugaji wako, itakuwa ni ngumu sana kwa wewe kuweza kufanikisha hiyo biashara ya ufugaji wa kuku. Kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa ukifanye ni kwamba pamoja na kwamba una mtaji, una watu au wateja kwa, kwa ajili ya bidhaa ambayo unataka uzalishe, lakini vile umeshachagua aina ya biashara ambayo unatakiwa ifanye, lazima ujue biashara hiyo unatakiwa ifanyie eneo gani inawezekana unatakiwa ifanyie maeneo ambayo sio e, yana msongamano mkubwa na watu, na ukikosea hapo itakusababisha wewe usiweze kupata matokeo mazuri kabisa kulingana na ufugaji ambao unafanya. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo ni manne kwa wewe ambayo na mpango wa kuanza biashara yako ya ufugaji wa kuku, ukiweza kuyazingatia, kuna uwezekano mkubwa sana ukaweza kushinda changamoto ambazo huenda zingetokea pale ambapo ungeshindwa kutekeleza haya manne ambayo nimekueleza. Na wewe e, inabidi uyazingatia ili kusudi uweze kupiga hatua ya kwanza kwenda kwenye hatua ya pili, na mwisho wa siku uweze kupata matokeo kabisa. E, hawa unaoona hapa ni kuku aina ya Sasso. E, hawa ni kuku chotara ambao mimi binafsi nawafuga kwa ajili ya mayai kwa sasa, nawaandaa kwa ajili ya kuwa wazazi n yani kunizalishia mayai. Na wewe unaweza ukachagua biashara yako kulingana ya na vitu ambavyo nimekuelezea hapo, ili kusudi vikusaidie wewe kuweza kupiga hatua uweza kufanya wa ufugaji wako vizuri kabisa kama umeenjoy, unaweza ukashia kwa watu wengine, wow, ambao wa wa na wao interest nzuri katika kuhusiana na maswala mazima ya ufugaji wa kuku ili kusudi waweze kujifunza na mwisho siku waweze kuelimika kuhusiana na maswala mazima ya ufugaji wa kuku kibiashara biashara. Asante sana, tukutane so katika video nyingine.